Ameolewa, tena na pete amenionyesha Miranda. <laughs> Lakini tatizo sikujua, nimeza naye kwa kikubwa ni huyu, sikujua tu mtoto, mi sina nia, sikujua tatizo ni mtoto. Mi najua utanisaidia mama yangu, unipe ushauri jinsi gani akumpata Miranda na unaongana, baba eh? Weli, mama yule mpige, picha. ameleta picha picha zote nyumbani yaani, picha, baba ameziona yaani baba ameongea kama mzazi. Mbona hapo kama tunaishi kama tuko Iraki? Sasa hapa sisi tunafanyaje? Na tukisema tuache haya mambo yetu, tunaishija hayo masuala mengine ya maisha baba yetu miaka mjini. Mimi sina muda huo shemejangu, mimi na matatizo sana. Akisha kunywa pombe tu, sawa, anakuwa mtu wa hivi sana, kaka mzazi.

Mimi sio mpenzi wako, mimi mpenzi wa Pizo, umesikia? Baba, jiheshimu. Aya, umeniita, kama mimi sio mpenzi wako kitu gani kilichokufanya mimi umeniita kuchochoroni? Sikiliza hapa, nguo yako nguo yangu hadi kwa piz Pizo anahitaji kuonana, mimi wewe na yeye tukae tuzungumzie kuhusu hatima ya Pizo. Anamhusu nini ule mtoto? Eh? Pizo anamuhusu nini ule mtoto. Unasikia? Kuulizaje Pizzo anamhusu nini mtoto, kuniuliza mimi hilo swali? Eti Pizzo anamhusu nini mtoto? Wewe uje kama Pizzo anahusika na yule mtoto na mtoto anahusika nini na ile ni damu yangu. Unataa haya. Alafu mimi nijue ukubwa wa mwili wako utakuwa unaenda na kiza kwa kumbe, una ukubwa wa mwili tu, akili hamna kitu. Hayo ni matusi sana leo, hayo ni matusi, yaani kwa hiyo wewe kuku. Yule bwege bwege wako unavyompapatikia, unaisikia mtu an, an, an, anamsamini yule bwege, yule bwege u bwege wake, yule mtu anafungiwa ndani kama shoro, uone kama bwege yule. Mimi mtu mzima naenda kukubali vipi nikafungiwa ndani? Yule si bwege tu, na wewe unataka kuolewa watoto. Wakati ni mtoto ni waaa matumizi mengine ani subutu tena huko subutu. <laughs> Ole wako. Yule mtoto wewe <applause> yu, na uwezi, uwezi, nakwambia ah, na ole wako. Alafu matani kama hayo ya kijinga jinga, hujua hayo ni matani hayo? Mi sitaki matani ya kitoto kama hayo, hata mimi mwenyewe sielewi. Nafikiri sijui uko wapi mzazi. Hebu sikia wewe, ujue ni mtu mzima unajielewa, sawa na nakuheshimu. Alafu mimi pia naomba uniheshimu kama dada yako wewe. Hujui uko wapi vipi? Wao wamepanga njama na Pizwa ili aondoke ndio? naanzaji kula njama makubwa dadangu. Sasa ikwa sijui mimi wapi ikwapi sisikambea kitu kimoja kuwa nasubila sawa, bado tuna muda mwingi Suma, naelewa vizuri. Kikubwa vumilia, muda utakapofika, mimi nitafanya msaku wa nyumba hadi nyumba izo n yani, dakika hii atakuwa iko kwa huyo nani, huyo nani, sikujua tu huko ndo atakapokuwa. Sasa hivi sina budi nisikilize. Subiri kwanza, subiri kachini, kachini, nikuambia kitu hivi. Kama unaona, sikujua ndio tatizo. Kwa nini usimruhusu Pizo akamoa sikujua, ndio akawa mke wa pili.

Wazazi wao waliniambia nikusubiri. Nimekuja pale baa, mbona sikuona? Mimi nilikuwepo pale baa, wewe sema tu, labda umenikuta nimeenda msalani. Kweli nakwambia, sasa hivi mimi nikinywa bia, yani zinamsumbua tumbo kishenzi, nakuwa naenda msalani mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, ndo hioakubwaha Yaani vizuri, ulizia mtu alikuwa wapi, lakini kumvamia hivyo na kutaka kama tuko Iraki bana, yes.

Siruhusiwi kuona na shangazi. Unataka kuongea naye nini? Yaani mambo ya mke wangu mimi yanihusu. E, usijifanye unajitoa akili. We umeanza lini kuwa una shida na shangazi yako? Una mazungumzo gani? We hayupo sawa, so, kama hayupo najua na nitamtafuta kwa muda wangu. Kwa hiyo usikupe shida, nitarudi tena En yese bwana, nini kitu gani? Eh? Vijana sasa wanasema I mean. Yeye, yeah. Ndo Scorpio ni wangu, maana sikuona kokote. Yani macho yangu sasa namuona yeye karibu sana. Unaona uhai wa kusema? Unaona uhai wa kusema? Tulikuwa hujitambui wewe. Nani alikuwa anakugaramia? Nani alikuwa anakuhudumia? Sasa na no, a nasema hivi. Yaani hizo dawa unazotumia zimebaki za miezi mitatu. Sasa nitaona nini kinachoendelea. Wewe kwa Mungu. Alafu baba, ungejua huyo mzee ndo anakulisha huko ndani, ndo anayekuvalisha ndo anayenunua dawa zako zote. Pumbavu kabisa wewe mtoto wanakizuln ane yache tu au tayari ulisikia vizuri hapana. Ni? niko vizuri tu, sipokuwa mke wangu. Leo kuna jambo moja kubwa tunataka kulifanya Safi. Umenitisha. Salama? Vipi na yale yako? Mbona uko hivi uno umesawajika namna hiyo? Kuna nini? Umegonga gari kuliko walonikuta nafikiri unaelewa kila kitu, hmm. Kati yangu mimi na mchumba wangu Milanda huyo ambaye baba yako alimkataa, ndio wewe huyo. Yule ndo mwanamke wa maisha yangu mimi, ndo kila kitu kwangu mimi, mi nataka nimuoe. Sasa lakini baba ananifanyia, lakini mi nimekosea nini? Oba mi ni naumia, lakini nateseka, yule ndo kila kitu, au kwa sababu baba yako aliwazalilisha wale wazazi wake, wazazi wa Milanda Baba, eh, baba yote naweza kusema yeye ndo amechangia yote, anatokea kutokana na baba, lakini leo haitaji hata kunipa msaada, yote hataki mimi, anko mpaka naamua kupata wewe, nimeshazidiwa yule mchana. Sasa hivi mimi ananichukia, hataki hata kuniona, simu zangu wapokei. Yaani juzi tu nimekutana naye kibahati mbaya, hapo napita mtaani ndo nakutana naye. Oh, rafiki yangu hapa kwa watu wanapita wengi, tumalize mazungumzo, sasa Pizzo anaenda kuongea na nini kweli?

swali langu ni hivi. Umekubali kukutana na Pizo au bado hujakubali? Tazangu wangu mimi wewe unajua, kazi na nafanya kazi kwa Wahindi. Na Wahindi unajua sijui kama nitapata yani, wa muda kwa kweli. eh? Au subiri mpaka siku ya sikukuu. Sasa endelea kufanya kazi za Wahindi. Alafu nitarudi tena kwa shangazi. Hem subiri, mbona unakuwa kwa hivyo lakini mwanamke, hem sogea kwanza hapo. Hem namba ni acha. Sasa swali langu ni hivi. Umekubali kukutana na Pizo au bado umeshikilia msimamo wako? Unajua mimi nina moyo pia. Naumia, unajua. Unaumia nini? Huyu ni mwanamke. Mimi sio mwanamke wako, narudia tena. Umekubali kukutana na Pizo au bado ameshikilia msimnimekubali ahi, yeah. <laughs> melioga kpenda ukorofi wewe, ila kwa shaiti moja nitaangalia mm. Siku ambazo hakuna cha kuangalia, siku yoyote, muda wowote nitakapokuhitaji namba safari ya pili. Na ndo hilo unapenda utemi sana. Na ile likuwa tu. Unajua kichoka kinafuatia? Sendelea kuwa mbishi. Na kumbe muoga. barabarani, bwana. Vipi nyie, kwani barabara mmejengewa nyie tu? Watu wengine kwa kawaida waruhusi kupita pita, hata waangalie mbele bwana. Watembea vipi babani nyie? Ndio mnao hata makubwa. Wewe makubwa makubwa umependeza nzuri. Hebu niache bwana wewe. Wema. Wee, aki ya Mungu mama, we mzima? Kwanza mimi mzima kama unavyoniona. Aya, jua kali li wapi? ndugu wewe, huu mguu unaenda kwa Sikujua mama kubwa, miaka yote bwana unakaa na Sikujua, walai naenda kwa Sikujua ila sijali, nitakuhadithia zaidi ali nimekuona leo. Niambie, unahamisha misha yote leo mama kubwa? Ah, nishakuona wewe tena, misha zote zinakatika. <laughs> Bahria <laughs> ndakupigia kupigie naonana naye, namuuliza imekuwaje, nimekukosea nini? Ananiambia, bwana achana na mimi sasa hivi, mke wa mtu na pete amenionyesha. Kinachonishangaza na kina kunistaajabisha haka mm, yeye yeah, anasema ameolewa, lakini ndugu zake anaambia hajaolewa. Sasa sijui hata nimwamini nani? <laughs> lakini mjomba, unajua haya mambo yana nia harusi harusi, haya watu wengi wanatia mambo yao katikati, kuna mambo mengi yanafanyika, sawa mjomba. Yaani, wewe utakavyokwenda kujisifia ume namuoa sijui Miranda sijui nini. Watu nao wanakwenda wanaingiza mambo yao, we tuliza moyo wako. Mimi na wewe tunatoka hapa moja kwa moja mpaka kwa wazazi wake kule nyumbani kwao ili tuende tukajua na tukafanya utafiti, je, yeah, ameolewa. Na kama ameolewa, basi wao ndo wamekula mahari. Lakini ankari mi nilikuwa naona njia sahihi tumtafute Miranda, mimi nae, uzungumze naye kwa vile we mtu mzima, anaweza akakusikiliza. No no, hatuwezi kumtafuta Miranda na tukimtafuta Miranda na tukamuona, utapeli ndo takuwa ule ule. Mjomba, yeye tuachane naye, sisi tuangalie ya kwetu, au unasemaje? Wao usiwe na wasiwasi. Sawa mjomba, kama unaona hivyo, ankali atasaidia hakuna tatizo, maana mimi mpaka naamua kukufuata wewe hapa <laughs> tayari nilishachoka sielewi tena nichakufanya. <laughs> Ah, ndo mambo ya harusi, <laughs> changanya sana, ha, twende sa

sababu ningekuwa kwa ugomvi leo <laughs> <rudi, rudi>. <laughs> <laughs> <How come, baby? laughs> Makubwa huyu leo siku yake ni ya muhimu, unatakiwa upendeze kenae. Hatuwezi kutembea na hivi maneno. Niona sijaje kusha. Kwenda hapo. Kwa nini mimi mnataka kunipeleka? Mimi kwa sababu nataka kuondoka surprise. Siyo kila kitu. Jo kwenda dakika mbili kajiandae, utoke, pendeza tu. Fasta

na na mkeo ndani. Eh, nje na hapa. Hapa ndo mahali pazuri pa kuzungumza. Naomba nisikilize sasa. Pamoja na mambo yote, unasema mambo mazuri, lakini huko unajua hapa chochote kule ndani. Eh, kwani ndani. Minataka mkeo na ajue unanizuia kwa sababu zipi? Nisikilize basi a, Indo, indu, sa hii ndio sauti yangu. Sikiliza, hii ndio sauti yangu sawa, sauti yangu ndio hii. Hihi, minataka nikuambia kitu kimoja, mzee mwenzangu. Wewe katika umri huu, umri huu ulionao, ulipashwa kufanya matendo ya kipumbavu yale. Naomba nisikilize basi. Yani, lengo lako kubwa lilikuwa we kunivurugia familia yangu na kivipi? Manake kwamba wewe ulizuia ile sherehe ya kijana wako kumvisha pete mwanangu, sawa. Kumbe ulikuwa na jambo nyingine ambalo lilikuwa nyuma yako, ukiwa unataka kabisa kuja kuvuruga familia yangu. Kwa sababu unawezaje kufunga ndoa na mtoto wa mtu ambaye wazazi wake hawajui? Kwanza mapenzi hayana umri. Ina maana mimi na yule binti yako tulishapendana. Ndio maana tukaamua kufunga ndoa. Unatakiwa, Ut ufuate utaratibu. Unatakiwa ufuate utaratibu, utaratibu maanake. Kwanza ulitakiwa uione familia husika, utoe taarifa, watu wajue kama wewe kweli unataka kuoa. Lakini katika hilo wewe umefanya nini? Utapili wa mapenzi, manake wewe umeamua kumwoa binti yangu pasipo familia kujua. Mzee, nikikwambia kama tatizo zichapana, usiwe na hofu. Pesa tutaclear kila kitu, hakuna shida. Unatumia udhaifu wangu mimi katika kutaka kufanikisha mambo yako, hakuna sababu. Huo ni upuuzi. Kwa sababu gani? ukuzikwa sabau mimi mkeo, hakuna sababu ya kujua. Mkeo wangu akijua itakuwa jambo jema, hili jambo ea

Haya yawi sasa. Sitaki yamekuwa kwenye nyumba yangu. Nishakwambia, sitaki kwenye nyumba yangu.